Wananchi mkoani Rukwa wamemshukuru mdau wa maendeleo, Jacqueline Mzindakaya, kwa juhudi zake za kuwakutanisha katika hafla ya kuombea amani ya nchi pamoja na kumwombea Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan, iliyofanyika katika viwanja vya ofisi ya Mkuu wa Mkoa wa Rukwa. Hafla hiyo iliyohusisha dua na sala za pamoja kwa taifa imefanyika kwa ushirikiano wa mdau huyo na ofisi ya Mkuu wa Mkoa. Jambo hili njema sana kwani amesema kundi mbalimbali ametusema sisi watu wenye ulemavu oh. Amekusanya wanawake, wafanya biashara, viongozi wa dini, wanasiasa ame, yaani ameweka muunganiko wote, kwamba kwa nchi ya Tanzania sasa pa haina, haina ubaguzi, sisi wote ni wamoja. Namshukuru pia Jacqueline Mzindakaya kwa maandalizi mazuri aliyoyafanya kutukutanisha sisi hapa kwa ajili ya kumwombea rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Jambo hili mi, kama mzee wa bira na desturi wa mkoa nimerifurahia sana, tunakuja kufuturu lakini pia kumwombea rais wetu mama Samia afya njema, usalama njema, hivi anavyoendelea kutuongoza vizuri, aendelee kutuongoza vizuri kwenis Mzindakaya amesisitiza kuwa lengo lake lilikuwa ni kuwakutanisha wananchi wa makundi mbalimbali mbali, ikiwa ni pamoja na viongozi wa kisiasa, viongozi wa dini na watu wenye uhitaji ili kuimarisha umoja na mshikamano kwa maendeleo ya mkoa na taifa. Mzindakaya amewataka wananchi kutambua na kuthamini juhudi hizo, huku akisisitiza umuhimu wa kudumisha umoja katika kukabiliana na changamoto za taifa. Minigusa wa kuunganisha makundi haya yote bila kujali itikadi ya chama, dini na matabaka mbalimbali mbali, ambayo tuko nayo katika jamii. Nimeguswa kwa sababu ya kuendeleza mshikamano, amani na upendo kwa sisi Wanarukwa na kwa Watanzania kwa ujumla wake.